Sollu ala nabii, sollu ala rasul, sollu ala habibikum. Haya, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Kwanza, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasalam, ninayo machache tu kwa sababu mengi yamekwisha kuongelewa. La kwanza baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu ni kumshukuru shehe wetu wa mkoa na kamati yake kwa kutualika, ingawa hata asinge tualika tungekuja kwa sababu sisi hili ni swala la wajibu. Amina, amina. Lakini kiungwana akatualika kwa sababu na yeye ameacha mazoea angeweza kuendelea na mazoea akasema shehe atakuja kwa sababu ni wajibu wake <laughs> lakini akafahamu kwamba mimi niko serikalini kwa hiyo anatakiwa azingatie itifaki ya mwaliko wa kiongozi lakini pia nitumie fursa hii kumshukuru pia mkuu wetu wa wilaya mheshimiwa amiri muhamedi mkalipa kwa kazi nzuri ambayo anaifanya hapa ilemela lakini pia kwa kushiriki kikamilifu katika maandalizi ya hadhara hii. Na Sheikh Abeke ni mwalimu wetu, huwa anatuambia hii ni hadharatul kudus. Kwa hiyo ni hadhara ambayo ukipata nafasi ya kusimama na kusema mawili matatu, basi wewe umejaliwa na Allah subhana wa taala lakini nilimwambia shehe wa mkoa kwamba katika itifaki zetu, na mimi ninaye mkuu wangu wa wilaya, kwa hiyo mpe angalau fursa awasalimie waumini wenzie. Lakini lengo langu ilikuwa ni kumtaka Mheshimiwa Mkalipa afanye mukadima kidogo kabla mimi sijaweka mambo yangu. Kwa hiyo nakushukuru shehe kwa kufanya mukadima sasa katika hotuba yake amekuwa anasisitiza shehe Said Muhammad Mtanda. Mimi siyo shehe kwa tafsiri ile ya shehe, kwa sababu shehe ni neno la Kiarabu lenye maana mbili: ya kwanza mzee, la pili kiongozi. Sasa bila shaka nadhani unaporifaa shehe unakusudia ya uongozi <laughs> maana ukimtaja kwa cheo cha shehe hawa mashehe wakubwa waliopo hapa watashangaa, mimi ni shehe kutoka wapi, Nimefundishwa na nani? Kwa hiyo ninakushukuru kwa utangulizi mzuri ambao umeuweka, lakini jambo la pili, ninawashukuru Waislamu wote wa mkoa wa Mwanza kwa utulivu na mshikamano mkubwa sana ambao upo katika mkoa wetu. Nimekuwa hapa kwa takribani mwaka mmoja nikitokea mkoa wa Mara, kwa shehe wangu hapa, shehe Msaba. Lakini katika kipindi cha mwaka mmoja nimeshuhudia amani ikitawala katika mkoa wetu wa Mwanza. Miongoni mwa wanaoimarisha amani hiyo ni nyinyi watukufu Waislamu wa mkoa wa Mwanza. Kwa hiyo mimi ninawashukuruni sana utulivu huu katika mkoa wetu nyie mnao mchango mkubwa sana. Lakini pia katika hadhara hii, mimi pia nimeongozana na msaidizi wangu nambari moja katika ofisi ya mkuu wa mkoa, katibu tawala wa mkoa, au rasi, regional administrative secretary, kwa lugha ya kigeni. Yeye anaitwa Elikana Balandia, ni msukuma hapa hapa kutoka kule Buchosa wilayani Sengerema nafikiri na yeye ni hadhara yake hii ya kwanza kufika. Ninaamini atakuwa amejifunza mambo mengi. Kwa hiyo baada ya shukrani, ni nikupongeze pia shehe na kamati yako kwa maandalizi mazuri. Wakati fulani nilikuja nikaswali katika huu msikiti, lakini haukuwa hivi, ulikuwa ni msikiti ambao ni mdogo sana, mazingira yake. Juzi wakati napita barabarani nikamuuliza dereva wangu, msikiti si tuliswali miezi kadhaa iliyopita, leo umebadilika hivi? Akasema hapo pia ndipo utakapokuwa na maulidi. Kwa hiyo wale wote ambao wamewekeza juhudi zao za kuufanya msikiti huu kuwa bora na wa kisasa, basi Allah awalipe kila laheri, awalipeni leo duniani, lakini pia awalipeni kesho ahera. Lakini mimi nimefurahi sana na namna ambavyo mpangilio wa hadhara hii ulivyo. Kwanza wale wahadhiri wetu wametumia muda mfupi sana, lakini kila aliyesimama unashawishika kwamba asikae aendelee. Tumepata faida kubwa sana, elimu ya kutosha leo katika hadhara hii, na huu pengine ni usasa vile vile katika kuendesha shughuli zetu za namna hii kwa sababu zamani katika maulidi tunaweza tukaenda pale tukaanza kusifu sura ya Bwana Mtume mpaka asubuhi, alikuwa mweupe, alikuwa mrefu kidogo. Lakini malengo makubwa ya kuadhimisha uzazi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni katika kujikumbusha juu ya matendo yake mazuri aliyoyafanya ya ambayo ndiyo suna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hata wale wanaosema maulidi sijui namna gani, sijui bida na nini, labda labda matendo yatakayofanyika ndani ya hizo maulidi yanaweza yakawa hayana muktadha wa namna ya kuadhimisha uzazi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tunapokutana leo tunapoadhimisha kuzaliwa kwake, kikubwa mno tunaangalia historia ya maisha yake. Leo tunazungumzia maadili. Hata maadili yakifundishwa kwenye shule zetu lakini maadili bora, kwa kijana, kwa mtoto, kwa wazazi katika familia zetu wala hatuendi kuangalia kwingine, tunaangalia namna gani Mtume Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, katika utoto wake aliishi vipi, katika utu uzima wake aliishi vipi, na hayo ndio maadili bora. Kwa hiyo mimi ninawashukuru sana, lakini zaidi ya yote mmeweka mada mbalimbali. Sasa mimi nitasherehesha tu juu juu kwa sababu wahadhiri wameeleza vizuri sana na sitaki kuchafua maneno yao mazuri. Swala la amani litaendelea kuhubiriwa. Lakini mimi niongeze tu kwamba amani ina ngazi mbalimbali. Amani ya kwanza ni amani ya nafsi. Kabla hata hujaangalia amani ya nchi, nafsi yako ina amani. Kama wewe mwenyewe unaona nafsi yako inatenda matendo ambayo hayampendezi Allah subhanahu wa ta'ala, hata hiyo amani ya nafsi hutokuwa nayo. Halafu hii ni mbaya zaidi, kutokuwa na amani katika nafsi. Lakini amani pia tuiangalie katika ngazi ya familia. Wala tusiende kwenye nchi, kwanza nafsi zetu zina amani moja. Familia zetu zina amani, amani, amani. Yawezekana tumekuja hapa kwenye Maulid lakini mshike mshike ulianzia wapi? Nyumbani amani hakuna. Watani <laughs> <laughs> zangu haya wananifurahisha sana, na nikawa namtania shehe hapa, ndio maana Mtume hakutokea Bukoba, maana wangekuwa na vurugu kweli kweli hao. Kwa hiyo amani katika familia zetu ni jambo la msingi. Waislamu tujenge familia bora zisizo na migogoro, zilizojaa amani. Lakini kigezo chetu cha ujenzi wa familia zenye amani ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa tukitoka kwenye familia tunaingia kwenye jamii. Kabla ya taifa, hakuna taifa bila kuwa na jamii mbalimbali zinazounda hilo taifa. Jamii ya wa Waislamu, je, tuna amani kwenye misikiti yetu, kwenye hadhara yetu? Amani ipo? Jamii ya wa Wakristo, Baba skofu yuko hapa, je, amani ipo? Takbir. Kwa hiyo amani ipo katika makabila mbalimbali mbali, vijiji kwenye vijiji kwenye mitaa yetu amani ipo tuko mjini hapa sisi, tuko kwenye mitaa mbalimbali, amani ipo. Halafu tukimaliza amani katika jamii zetu, ndio tunakuja kuangalia, je amani katika nchi yetu ipo? Kama ipo nini misingi ya uwepo wa amani hiyo? misingi ikishavurugwa, amani ikishaondoka, gharama kubwa sana ipo katika kurejesha amani, lakini bila msaada wa Allah subhanahu wa taala yawezekana hata hiyo jamii isiwe na amani tena, baada ya amani kutoweka. Yako mataifa sitaki kuyataja kwa sababu ya diplomasia. Miaka ya sitini waliua viongozi wao wakiamini wao pengine ndio wanadhulumu maendeleo yao lakini mataifa hayo yakaingia na laana hadi leo, hayatawaliki hayaongozeki. Kwa hiyo tunapozungumza amani, tuzungumze katika uzito wake. Tunaposema tuhifadhi amani, sio kwa faida ya sisi tulioko ndani ya serikali. Hata wale wenzetu waliokuwa wakuu wa mikoa kule kwenye nchi hizo, amani ilipotoweka walikuwa wakimbizi, na wao wakawa wanaishi kwenye kambi za wakimbizi. Haitochagua kwamba wewe ni shehe wa mkoa, tutakimbia wote. Halafu ukiwa huko mbele unamuuliza, shehe wangu, na wewe umo? Kwa hiyo tusifanyie masahara jambo hili, lakini pia suala la uongozi Sheikh wangu Msafiri amelieleza vizuri, sina haja ya kulirudia. Na alikuwa akijaribu kueleza historia ya uongozi kwamba swala la kuwekana katika madaraka halikuanza leo. Hata mtume wetu Muhammadi sallallahu alaihi wasalam alipofariki, si ndio shura ikakaa ili saidina Abubakari awe nani halifa? Shura imekaa wameshauriana wakajadiliana, wakasema huyu ndio anafaa lakini aina ya pili ya kuchaguana sio lazima shura ikae. Kiongozi anaweza akakaa akasema ninavyoona mimi, huyu ndiye sasa awe halifa anayefuata, akaacha wosia wake, amefariki, unasomwa na halifa anapatikana. Na baada ya halifa kupatikana, ndiyo kuna kuta ya kitu kinachoitwa baia baiyati anatangazwa na sisi tunapita mbele yake like, tunakula kiapo cha uaminifu cha kumtii kiongozi. Ni lazima kiongozi akipatikana, watu waende kula kiapo cha uaminifu cha kumtii nani? Kiongozi. Sasa akijitokeza mtu hapa duniani anatuambia tusiwatii viongozi, kwanza anakwenda kinyume na maagizo Tumtii Mwenyezi Mungu, tumtii Mtume Muhammadi Muhammad, sallallahu alaihi wasalam na wale wote wenye mamlaka miongoni mwetu. Historia inaonyesha lakini Wakristo hawa kwenye mstari wao Bibilia wanasema kura humaliza mashindano. Watu wakishindana wanasema tupige kura, ikishapigwa kura, mashindano yatakiwa fani yaisha. Ndio maana sisi Waswahili tunasema asiyekubali kushindwa sio mshindani. Lakini jambo jingine muhimu kabisa ambalo tumeelekezwa hapa ni kuhusiana na maendeleo. Sasa, maendeleo yako: maendeleo ya vitu na maendeleo ya watu. Unaweza ukawa huna maendeleo ya vitu, wewe huna nyumba ya ghorofa, lakini una maendeleo ya namna nyingine. Sio lazima yawe maendeleo ya vitu. Sasa katika mkoa wa Mwanza serikali imefanya miradi yenye thamani ya shilingi trilioni sita chini ya Raisi Dr. Samia Suluhu Hassan Takbir! Leo ukienda pale bandarini tuna bandari inaitwa na North Port na South Port. Serikali imeleta bilioni kumi na nane ili kuipanua ile bandari kwa nini? Kwa sababu mkoa wa Mwanza asilimia hamsini na tatu ni maji ya ziwa Victoria. Kwa hiyo tunategemea zaidi maji kuliko nchi kavu. Leo hii, juzi tumejaribu meli ya kisasa iliyojengwa hapa hapa Mwanza imekwenda Bukoba kwa masaa manane kutokea hapa Mwanza. Tumeijenga hapa tu, meli yenye ukubwa wa ghorofa nne imetoka hapa Mwanza, tumeijenga hapa Mwanza, imekamilika bilioni mia moja ishirini na juzi imeanza majaribio, tumekwenda hadi kule Bukoba masaa manane asubuhi, tumegeuza tumerudi hapa. Maendeleo katika mkoa wa Mwanza. Allahumma salli wa sallim alayhi ambapo watu elfu moja mia mbili watasafiri. Tena unakaa mle kama huko ndani ya hoteli, kuna vyumba kabisa vya kisasa, unalipa wewe na familia yako, mna televisheni, mna vitanda, mna kwenda zenu Bukoba leo. Hapo ukifika pale Malaika Beach, utaona serikali inajenga kituo cha kupeana habari ndani ya ziwa Victoria chewe thamani ya shilingi bilioni tano. Ikitokea ajali yoyote katikati ya ziwa, unapiga simu, inapatikana, unaletewa speedboat, unaletewa ambulance ya kisasa, unafanyiwa uokozi haraka sana. Tuko hatua za mwisho kufanya International Airport of Mwanza tutakuwa na uwezo wa kushusha abiria elfu mbili mia tano kwa wakati mmoja katika jengo la kisasa la abiria. Tutakuwa na uwezo wa kutua ndege moja kwa moja kutoka Dubai, kutoka China, zisitue Dar es Salama, zitue moja kwa moja Mwanza. Leo tunazungumzia trilioni tatu za kujenga reli, ameeleza vizuri Shehe wangu pale, kipande cha Isaka kuja Mwanza kiko asilimia sitini na nane. Tutasafiri Ukitaka kwa treni haya, ukitaka kwa ndege haya, kwa basi haya, ukitaka huku ziwani, maendeleo. Sasa mwingine anasema kwa miaka sitini Tanzania haina maendeleo. Mi sizungumzi Tanzania, nimeizungumzia Mwanza. Sasa ndio maana watu wa namna hiyo hatubishani nao, kwa sababu tumeambiwa wana macho lakini hawaoni. Wana masikio, wana masikio lakini hawasikii. Watu hawa wana maradhi katika mioyo yao ya ya ya ya, na Mwenyezi Mungu atawaongeza nini? Maradhi. Unahitaji kubishana shana, shana. <laughs> sasa, <laughs> sasa, nimalize, sasa nimalize kwa sababu hapa tunaweza tukazungumza, mambo ni mengi. Mkoa wa Mwanza tuna vijiji mia tano ishirini na mbili ambavyo vina umeme meme, meme. Na vijiji ishirini na tatu tu havina umeme, meme, umeme na hivi vijiji ishirini na tatu vingi viko katika visiwa vilivyoko Ukerewe, na tayari tumeshaanza ujenzi wa miradi wa umeme kwa kutumia sola, kwa sababu kule hatuwezi kupeleka hii gridi ya taifa. Kwa hiyo tuna hakika kufika mwakani kwa uwezo wa Allah subhanahu wa taala, hakutakuwa na kijiji hakina umeme katika mkoa wa Mwanza. Sasa tutumie fursa ya uwepo wa maendeleo hayo, tuyakaribishe na sisi yaingie kwenye milango yetu. Nilikuwa nazungumza na vijana hapa, tumemaliza chuo kikuu hatuna kazi. Serikali haiwezi kuajiri watanzania wote. Wajibu wa serikali ni kuweka mazingira mazuri kwa sekta binafsi kuweza kufanya vizuri, ili sekta binafsi ndiyo iweze kuajiri watu. Kwa kipindi cha Rais Samia hapa Mwanza na mimi nikiwa mkuu wa mkoa kwa mwaka mmoja tu, ukienda kwenye ndani ya ziwa mle, tuna vizimba vya samaki vya vijana wa kitanzania vyenye thamani ya shilingi bilioni tatu na watu wanapata faida. Sasa ukikaa kijiweni, we unasema ah, kiko wapi? Hakuna. Hivi ndio utakuwa unacheza bao, utatakata, utalala, lakini unatakata lakini huna sabuni, unalala lakini unalala wakati, kwa hiyo itakuwa ni ndoto za mchana. Na hata sisi Waislamu Ye viongozi wa BAKWATA, mlipokuja mazao, vikundi hivi vya vijana na wenyewe wapewe mikopo ya kutengeneza vizimba vya samaki. Mikopo ile haibagui dini ya mtu. Wapo vijana wa Kiislamu wako kule, wanapambana kutumia rasilimali ya ziwa ambayo wanayo ili kuweza kuleta uchumi wao. Tunapozungumza uchumi imara, sisi ni lazima tuwe mstari wa mbele kuhakikisha kwamba tunasimama kupambana ili tujikomboe kiuchumi. Yale mambo ya kusema umaskini wangu Allah akanijalia hayapo, hayana nafasi. Tunaambiwa tuchape kazi, tukimaliza sala zetu tutawanyike katika ardhi tukatafute nini? Riziki. Imamu huyo wa ibadhi anajua kama tutamaliza, alafu tumekaa msikitini tunavuta uradi mrefu, ya razaku ya razaku ya razaku ya razaku, mchele utakuja msikitini. Mwenyezi Mungu aombwi hivyo. Mwenyezi Mungu anaombwa mvua yenye tija, ili kurutubisha ardhi ardhi yetu, kwa nguvu zetu twende tukaweke pale sasa wengine wanasema, unakutana na vijana kwenye mitandao, wanasema mbona nyiye hamwendi kulima? viongozi mnatuambia, si tukalime. Kwani nataka niwapeni siri, viongozi wote wajanja huwa wanaendesha shughuli zao za kilimo na ufugaji, kwa sababu uongozi huu, amiri ameshasema, ni koti tu unapewa kwa muda ulivae. Kwani mwaka juzi mkuu wa mkoa alikuwa Said Mtanda Leo si hayupo. Kwa hiyo mimi na, pia najua kwamba siku si nyingi, na mimi nawezekana nisiwe mkuu wa mkoa, lakini lazima niendeshe maisha, kwa sababu so long as I live, ni lazima na mimi niweze kuendesha maisha. Kwa hiyo lazima uwe na shamba, muda wako wa ziada unakwenda unautumia. Na naambia haya tunayoyasema, tunayasema kutoka moyoni nia zetu tunazidhihirisha mdomoni, haya tunayoyasema tunayafanya kwa vitendo. Kwa hiyo tutumie muda wetu wa ziada kutengeneza fursa na wajibu wetu. Sasa hivi hapa kuna fedha karibu bilioni tano kila halmashauri, kila robo. Ilemela peke yake anakusanya mapato shilingi bilioni ngapi kwa mwaka? Bilioni kumi na sita. Asilimia kumi mkitenga ni shilingi ngapi? Bilioni moja na milioni mia sita. Sasa ukikaa mbali fursa hizo huziwezi, lazima nasiye tujenge utamaduni wa kupiga hodi kwenye ofisi kuuliza kunaendelea nini. Tunapoitana katika hadhara ya kupeana taarifa za serikali vijana wanasema tuko busy. Kwa hiyo njooni serikalini ili mpate taarifa sahihi ili tuweze kushirikiana na tushiriki katika ujenzi wa uchumi wa nchi yetu, lakini pia uchumi wetu sisi wenyewe. Kwa hiyo ndugu zangu, kama nilivyosema, hadhara hii ya leo tunakumbushana machache, kwa kuwa tunaelekezwa kumbushaneni, na ukumbusho huwafaa wenye kuamini haina maana kwamba haya hatuyajui, tunayajua ila binadamu ameumbwa kwa kusahau. Kwa hiyo ndio maana mashehe wanatukumbusha na tunasema tunazikumbusha nafsi zetu pia na kuwakumbusha wengine. Kwa hiyo baada ya maelezo yangu hayo, nirudie tena kuwashukuru waheshimiwa watukufu, Waislamu wa, wa mkoa wa Mwanza, lakini pia ninaomba kujitokeza kwenda kupiga kura kama ambavyo imeelezwa, na nimshukuru sana Shehe Msafiri kwa ufafanuzi mzuri kabisa. Hata wakati wa islamic state, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliishi ndani ya dola ya Kiislamu na wasiokuwa Waislamu, lakini upo utaratibu wa kukaa katika dola na wale ambao hawakuwa Waislamu lakini pia tunakumbushana kulipa kodi. Sasa mwingine anajiona mjanja kukwepa kulipa kodi ya serikali. Kukwepa kodi ni kuhujumu uchumi wa nchi, lakini kukwepa kodi ni kufanya dhambi pia, kwa sababu hata hii hazina ambayo leo tunaita hazina, hazina ni neno tu la Kiarabu. Wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulikuwa pia na hazina beltul mali. Uongo wakipigana vita, wanachukua ngawira, wanachukua dhahabu, wanachukua na nini, wanahifadhi pale, watu wenye shida wanapewa misaada. Sasa wasingekuwa wanakusanya, dola ya Kiislamu ingejengwa vipi? Kwa hiyo hali kadhalika na sisi sasa tunawajibika kulipa kodi na kodi zile zirudi kuleta maendeleo kwetu sisi sote. Na ukiona mtu anakwepa kodi, maana yake huyo anafanya kazi ya kuhujumu uchumi na anafanya dhambi, hatendi haki. Sasa, Sheikh Abeke, mimi nakushukuru sana. Nawashukuru wale muhajirina wote waliotoka Mombasa, waliotoka Kigoma, waliotoka wapi kuja kwenye hadhara hii sisi tunawahakikishia usalama wao tunawahakikishia ulinzi tunawahakikishia amani katika mji wetu, na insha allah Mwenyezi Mungu awarejeshe kule mlikotoka salama. Lakini pia tunamwomba Mwenyezi Mungu atupitishe salama katika kipindi hiki cha uchaguzi. Tunamwomba Mwenyezi Mungu pia atupe riziki ambazo ni halali katika familia zetu tunamwomba Mwenyezi Mungu pia atusamehe dhambi sisi na wazazi wetu na wale waliotangulia mbele za haki marehemu zetu. wabillahi taufik, ninawashukuruni sana. Assalamu alaikum rahmatullahi wa wabarakatu.